Eneo la hisia, akili na uelewa ataanza kuitika pale anapoitwa kwa jina, kama mtoto anaitwa Gabrieli ataitika m mmm, na mtoto pale nyumbani huwa anapenda kumuita Gabrieli, nataka na, na mimi kujua yuko vizuri kwenye eneo la akili, hisia na uelewa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa eh, ukimuita anaitika m mmm, unaanza kuona ah, kwenye eneo la akili, hisia na uelewa mtoto yuko vizuri, lakini pia anaanza kuiga sauti anazozisikia na zinazomzunguka hapa. Katika umri wa miezi saba mpaka tisa anaanza huku nyuma, anaweza usielewe zaidi kama anaiga, lakini sasa katika umri huu wa miezi saba mpaka tisa utaanza kujua kabisa anaiga. Ukifanya <coughs> unaweza ukakuta na yeye anafanya nini, anaigiza. Inawezekana asiigize kama wewe mtu mzima ulivyofanya, lakini utabaini moja kwa moja kwamba anaigiza kile kitu ambacho unakifanya wewe mtu mzima lakini pia katika umri huu hawapendi kuachwa peke yao pale ambapo wazazi labda wanakuwa mbali, kwa utakuta kama mama yuko bize na shughuli au dada make, mara nyingi tunawacha na madada pale nyumbani, anaanza kulia. Lakini pia wanaanza kuwa na uelewa wanapoambiwa baadhi ya vitu, hata unapomgombeza wakati mwingine unashangaa, ukimfokea analia au ukimgombeza analia. Unaanza kujifunza ah, kumbe kwenye eneo la akili eneo la uelewa na hisia yuko vizuri. Lakini kwa watoto wa um, miezi kumi mpaka kumi na mbili, tunaona wanaanza kusimama wenyewe bila kushikilia popote, lakini wanaanza kukaa bila kusaidiwa. Wanaweza kutembea peke yao bila kushikwa au kushika popote, na wakati mwingine wanaendeleza kuiga shughuli zingine tofauti tofauti kwenye eneo la mjongeo. Kihisia wanaanza kuitika kwa majina yao wanapoitwa wanaanza kutamka maneno kama mama, baba, dada, na watoto wengi sasa hivi wanaanza kuita kuita zaidi baba. Ehe, nafikiri ni kwa sababu ya urahisi wa neno hilo. Kwa hiyo tunategemea waanze kutamka maneno mama, baba, dada, na sisi kama wazazi na walezi tunatakiwa tuwe sehemu ya kuendelea kuwasaidia watoto. Unapoona anaanza kutamka maneno, wazazi wengi tumekuwa na tabia ya kuiga vile ambavyo watoto wanatamka na katika hali ya kawaida tunatakiwa tuwafundishe tuwasaidie kuyatamka yale maneno kwa usahihi, kwa unakuta wazazi wengi na sisi tunayatamka kwa kukosea, kwa vile ambavyo watoto wanafanya nini, wanayatamka. Lakini katika malezi makuzi na maendeleo ya hali ya mtoto, tunatapaswa watoto wanapoanza kutamka maneno, wanapoyakosea, sisi tuwasaidie kuyatamka kwa sahihi ndio kujifunza kwao, lakini pia wanaanza kuonyesha ushirikiano pale wanapovalishwa. Unakuta unamvalisha mtoto ukimwekea mkono ananyoosha. Kwa hiyo katika umri huu mtoto anaanza ku kuitikia ukimvalisha anaanza kuonyesha ushirikiano miezi, miezi kumi mpaka kumi na mbili. Lakini pia wanaweza kuanza kuonyesha vitu kwa kidole lakini wanaweza kuaga kwa kupunga mkono. Unaona, ukimpungia naye anaiga na kupungia, na pia vile vile wanaweza kuanza kucheza kufanya michezo mbalimbali ya kuiga, kwa mfano kunywa maji kwa kikombe na vitu kama hivyo. Kwa watoto miaka kumi na tatu mpaka kumi na nane wanachukua chakula kwa kutumia vidole vya mikono, wanaweza kuanza kukula wenyewe wakati mwingine eh, lakini wakati mwingine huweza kumimina vitu vilivyo kwenye chombo na kadhalika. Na kwenye eneo la hisia akili na uelewa, unaona, anaanza kuonyesha hisia na mapenzi kwa vitu vinavyomzunguka. Kwa utamwona kama wewe ni mama, unaanza kuona anaanza kuonyesha hisia zake, anaanza kukuonyesha mapenzi. Lakini wakati mwingine wanaanza kuongea maneno yasiyopungua chini anaanza kuunganisha sasa maneno, omba baba, omba, anaanza kuunganisha maneno. Lakini pia wanaanza kuelewa vitu tofauti tofauti na kuvionyesha kwa vidole, wanaanza kupenda kusikiliza stori na kwenye malezi makuzi na maendeleo ya watoto. Sasa pale mtoto anapoanza kusikiliza stori, sisi kama wazazi tunapaswa kuwapa zile stori au hadithi ambazo zinaweza kuwajenga. Nimalizie kuwa watoto wa miaka kumi na tisa mpaka ishirini na nne usio miaka miezi kumi na tisa mpaka ishirini na mawili na matatu, lakini uwezo wake wa kuona unakuwa mkubwa zaidi, lakini wanaweza kutoa taarifa anapokuwa na shida, mfano njaa, kiucho, atakuambia wewe mzazi na mlezi na kadhalika. Kwa hiyo hizo ni hatua ambazo tunapobaini mtoto hazipitii, akiwa katika umri kama ambavyo nimesema, mzazi na mlezi anatakiwa aanze kuona pengine mtoto ana changamoto, lakini wako watoto ambao wanachelewa kwamba katika kipindi hichi mtoto hajapitia zile hatua, unakuta mwingine anachelewa. Sasa utabainije kama amechelewa? Tunashauri ni vizuri kwenda kwenye vituo vyetu kuwaona wataalamu. Kama ni kuchelewa kwa kawaida, watatuambia, lakini kama mtoto ana changamoto pia watatueleza na watatuambia nini tunaweza kufanya ili kuhakikisha mtoto anapata msaada. Mzazi au mlezi, namna ya kumtambua mtoto wako mwenye changamoto au dalili ya ulemavu unaweza ukauliza swali kwa nambari ya sifuri sita sabini na sita hamsini na saba themanini na saba kumi na tatu kwa chochote ambacho unakisikia hapa, kutoka kwa afisa ustawi Manispaa ya Iringa. Unaweza ukauliza kuhusiana na uchaguzi wa haraka, wewe kama mzazi kama mlezi, na mtoto wako nyumbani, kuna vitu vya kuelewa kutoka kwa mtoto wako, basi unaweza ukauliza hapa. 7alabdak Asante. Kama ambavyo nimetangulia kusema, endapo mzazi au mlezi atatambua kwamba mtoto ana eidha amechelewa au ana changamoto ambayo yeye anaweza kuwa ameibaini, basi tuhakikishe kwamba tunawapeleka kwenye vituo vya kutolea huduma za afya vilivyo karibu na sisi, ili tuweze kusaidiwa zaidi. Na kusaidiwa zaidi, utakapokutana na wataalamu watakuambia kwamba mtoto ana changamoto gani. Lakini pia tunao wadau wanafanya na kutoa huduma za utengamao. Kwa mfano kwa manispaa Iringa tunao shirika linaitwa Kole Afrika, tunao watu wanaitwa Nyumba Hali, tuna BKEF. Wote hao ni wadau wanatoa huduma za utengamao kwa watoto wenye ulemavu. Pia kama wako karibu na maeneo yetu, tunaweza kwenda, wakatupa ushauri zaidi, kwa maana ya kwamba urahisi wa kuwafikia kama wako karibu, basi tunaweza pia tukawafikia ili tukaweza kupata ushauri zaidi, lakini kujua ni huduma gani sasa wanaweza kupata watoto kama ana changamoto zinazoweza kumsaidia. changamoto kubwa ni, uh, ni uelewa. Unajua, kama ambavyo nimetoka kueleza masuala ya hatua, wazazi wengi na watoto wao, na wazazi na walezi wengi tunawalea watoto kwa maana tumezoea kwamba mtoto tunapomlea kuna kipindi atafika atakuwa lakini ata, kuna kipindi atafika atakuwa ataweza kutembea, ataweza kufanya moja, mbili, tatu, lakini hawana uelewa wa kutosha juu ya ni umri gani sasa tunamtarajia mtoto afanye kitu gani, na ndicho ambacho sasa hivi tunaendelea kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa jamii ili waweze kutambua kwamba katika umri fulani tunamtarajia mtoto kufanya hatua fulani na fulani, na akishindwa kufanya hivyo yawezekana akawa ana changamoto Tatizo kubwa ni uelewa wa kutambua ni katika kipindi gani au umri gani mtoto anapaswa afanye kitu gani, na ndio maana tunahakikisha kwamba tunatoa elimu, kuendelea kuwaelimisha wazazi na walezi waweze kuelewa sasa hizi hatua za ukuaji wa mtoto. Unatazama Furaha FM Media.